Anaenda kuinuka mtu ambaye kazi yake itakuwa tu ni kuangalia nani uliwahi kuhusika kuua nani. Aa, mimi ilikuwa bahati mbaya, amna shida. Aa, mimi ilikuwa bahati mbaya hapa, unajua icheo kazi ilikuwa, amna shida. Tanzania kama dunia ifiki mwisho, Tanzania inaenda kuja ina, itakuja kuwa na mtawala wa maajabu. Lakini nikisoma hii Biblia naiona kuna wakati amewahi tokea mtu alikuja kulipa kisasi cha ubaya wote wanadamu walifanya. Mwanzo sura ya tisa na ule mstari wa sita anasema anasemaje, atakayemwaga damu ya mwanadamu ehe, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu e, maana kwa mfano wake e, Mungu alimfanya mwanadamu. Ufunuo wa Yohana Sura ya kumi na tatu mstari wa nane tu, kwa ajili, mstari wa nane anasema hmm na watu wote wakao juu ya nchi mm. watamsujudu mm. kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima Ndiyo. cha mwanakondoo mm. aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia mm. mtu akiwa na sikio mm. na asikii mm. mtu akichukua mateka Ndiyo. atachukuliwa mateka Naam. mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga mm. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Hii wapi njia iliyo njema? Hii ndiyo njia iliyo njema, yaani usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Na grip moja niwahi kusema Tanzania isipoiokoa Afrika kwenye janga hili la korona, dunia imefika mwisho. Utaziona nani kutajia hivyo, ukienda kusachi manako Tanzania isipoiokoa Afrika kwenye umpango wa korona hii dunia imefika mwisho. Ni Tanzania tu isimame, ikomae, hii Afrika itapona. Ujue ujui, hii Afrika imenusuriwa na Tanzania, na ndio maana katika hali yoyote Tanzania, kama dunia ifiki mwisho, Tanzania inaenda kuja, ina, itakuja kuwa na mtawala wa maajabu. Mimi nabii wangu ni huu: kama dunia ifiki mwisho, Tanzania itakuja kuwa na mtawala hata tokana na chama chochote cha siasa, hata tokana na jeshi toka kwa Mungu. Ataingiaje? Atapenyaje? atapanguaje mifumo ya hii dunia? Hiyo ndiyo ambayo itamhakikishia kila mtu duniani ametoka. Huo ndio unabii wangu moja au unabii muuelewe, hii hii dunia hii dunia mwisho hapa kwa hali hizi, Tanzania ndio itakuja kuwa na mtawala wa ajabu. ever before, ever before, hajawahi tokea, hajawahi tokea ndani ya hii nchi, hajawahi tokea kwenye hii dunia kwa miaka mingi. Naam, hata naweza kuthubutu kuambia hajawahi tokea Atapangua, atapanguaje? Atapanguaje mifumo inayoonekana ni minyororo, minyororo imejisuka, minyororo ni imeji, lazima uwe kwenye chama cha siasa, pengine iwe jeshi lipindue, itoke jeshi, atoke mtu kwenye chama cha siasa. Hakuna mageuzi yoyote makubwa yatafanyika, ya kuna kikundi fulani kitatoka kwenye shida kitaenda kwenye nafuu wakati kikundi fulani kinaingia kwenye shida kubwa tena, ambayo kipande kikubwa itakuwa ya dhuruma na maonezi. Ile nchi maai kusoma miaka mingi kule nyuma, inchi, inchi inawezekana ni nchi ya agano. Hii inchi inawezekana ndio Israeli, inchi inawezekana ndio bustani ya Edeni. Hii nchi, nchi mwelewe inchi na vipimo naipimaga hii nchi, na vipi naipima na naudia, ili unielewe. Nchi ndo iliyookoa Afrika, na mpango wa korona. Nchi nchi, watu waliomba kwa namna gani? Watu waliongea kwa namna gani? Kwa sababu katika maeneo ambayo hakuna mtu, hakuna mtu duniani ameshifika alipinga korona madhabahuni kwa neno la Mungu kwa nguvu kubwa Hakuna popote mtu huyo anatajwa. Ni nchi ya Tanzania. Nchi ya Tanzania ndio iliyo na rekodi ya watu waliipinga korona kwa neno la Mungu kwa sauti kubwa ya mara nyingi, yani waliongea, wali waliongea hatari za kila nna namna na ziliwakabili walitumia neno la Mungu kile kilichoandikwa, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. mahala unaye google nenda ka google. Hakuna mahala utaenda kukuta mhubiri alisimama popote pale duniani alitumia gombo la chuo, alitumia kitabu hiki, alitumia damu ya Yesu, neno la ushuhuda sio, sio maombi, sio wale wa Brazil, sio wale wa kule wanaenda, wanaenda kuomba, sio wanapiga magoti, amna Biblia ilikusema walimshinda kwa maombi, walimshinda kwa neno la ushuhuda wao, kwa damu ya mwana kondoo, alama ya ukombozi ulio juu ya miili yao, lakini pia na maneno ambayo waliyatamka ya kwamba ni kwa neno la Jehova. Hiyo haiwezekani kama dunia haifiki mwisho hapa hapa kwa sababu hapa tulipo hapa, imekunogeaje? Imekunogeaje? hapa tulipo, dunia inaweza ikafika mwisho asipokuja Mungu kuifikisha mwisho. Watakosana siku yoyote, Trump na Putin na Iran na nini na China, China. Yani siku yoyote wanadamu wanaizahamisha hivi, kwa sababu wote viburi vimeongezeka ya teknolojia inaongezeka ya AI inaongezeka. Kwa mwisho wa siku karibu kila mmoja anasema, aisee mimi usiponisikiliza nawamaliza na, na na watu wanachoka wanasema, aisee afadhali tumalize lakini usikusikilize. Kwa hayo sasa kuna limoja tutasema tutasema kama linatania, ndo moja, yeah, mnafikiri, yeah. Sasa, mnajua, yeah. Tutasema kama linatania linatania moja moja yeah, moja kwa kwa mnafikiri natania eh. Mnajua vibonyezo mnafikiri kwa moja Mnajua vibonyezeo vya hizi nyuklia. Lazima vimo na ikuru, hata kama vimo kwenye maeneo ya jeshi lazima. Hey, hey. Marekani raisi begi analokuwa, ameshika, limeshika remote ya kulipulia bilipulio vya mwisho Mere, rasha halikadhalika, begi inalokuwa na raisi, ndio, lina remote lina nina kibonyezeo nina mahala, yaani kuna mahala kavurugwa, na mwanamke kavurugwa, kachanganya na watu wengine, mmemvuruga, naamua tu kugonda lile begi, nafungua fungua zipu nyingine, fungua ni wote ti, ti, ti, ti, ti, mbinguni. Mungu wetu asifiwe. Haijaisha hapa. Mungu hajaamua kuhukumu wanadamu, hawajaisamisha hii dunia. Na mimi ukiniuliza, inaweza ikawaje, hainiingii kichwani, lakini nikisoma hii Biblia naiona, kuna wakati amewahi tokea, mtu alikuja kulipa kisasi cha ubaya wote wanadamu walifanya na kuhakikishia wewe utawala utakuwa na nguvu za kuua watu kwa moto unaotoka kwenye kinywa na kwa upanga unaokuwa mikononi mwa mtawala huyu. Karibu kila aliyehusika kufanya mabaya atapata malipo, sio ya kwenda kuyakuta mbinguni, atayakuta hapa hapa duniani. Huyo mtu hawatamwita nabii, huyo mtu kuna mahala watamwita ni mtu wa Mungu, kwa sababu atakuja kana kwamba ana roho mbaya kuliko shetani, na kumbe ndo kaja kutimiza unabii huu. nao kuambia leo, sitaki kuuchambua kwenye Biblia. Narudia tena, unielewe, anakuja kuinuka mtu kwenye hii dunia na ni kama atatokea Tanzania atalipiza kisasi juu ya ubaya wote. Atainuka na moyo ambao karibu kila atakayemwona atasema, mtu huyu ana roho mbaya kuliko shetani, lakini mtu huyo atakuwa ni nabii Amen? Amen. Nadhani kuna wakati fulani Mungu aliwahi kumwambia shauri kwamba nenda akaangamize shauli. Kuna mara alipofika akaangalia angalia hivi aliona, lakini huyu mwingine huyu, na mara anaweza akaja kunifaa huyu mwingine anaweza kuja kunifaa huyu, ngoja nimchukulie tu, kama mimi na mimi niweka akiba, watu wanaweza kuja kunichukulia wakubwa kama hawa, naweza kuja kunichukulia. Uone sauti ambayo Samueli alikuja kuisema, nambe uisome some alafu, kwa uelewa wako uniambie, kama nani Samueli, na hapa nani ni nabii Samweli, alikuja na roho mbaya hapa 15 32 Samweli wa kwanza. hey, Samweli wa kwanza sura ya 15 mstari wa thelathini na mbili anasema. Ndiyo. Ndipo Samueli akasema. Ndiyo. Nileteni hapa Agagi. Ndiyo. Mfalme wa Wamaleki. Ndiyo. Basi Agagi akamwendea kwa utepetevu Agagi akamwendea kwa nini? kwa kwa nini utepetevu? Yaani, najua mijitu ambayo imeshawahi kufanya mabaya inapofika mara lenyewe limebanwa, lenyewe limebanwa, ina namna ya kuonyesha ni kabisa, hebu nionyeshe huruma ya kila namna, hebu saba mara sabini nisamehe, wewe ni mtumishi Kasha wana kwenda kwa utepetevu huo, kama kama Samueli, aligeuza macho akasemaje? Basi Agagi akamwendea kwa upe, utepetevu eh? naye Agagi akasema eh? bila shaka uchungu wa mauti umeondoka, bila shaka ume, umeondoka. Shikwachi eh? shikwachi ikawaje eh? lakini Samueli akamjibu, akamjibu kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, ndio vivyo hivyo mama yako hey, atafiwa miongoni mwa wanawake hey. Basi Samweli akamkata Agagi hey, vipande mbele za Bwana huko Gilgali. Wewe unamwona huyu ni nabii, huyu Samweli ni nabii sio? Unamwona Agagi alivyomwendea alivyomwendea kwa mwe mwe, biashaka uchungu umeondoka, uchungu wa mauti umeondoka stini mimi nimeacha kuogopa, sijui ni wewe. Sasa umeshaona hakuna sababu ni uwe Samueli akasema kama ulivyofanya wanawake kufiriwa na watoto, halikadhalika kama mama yako atakosa mtoto. Samueli sio nabii? kuna unabii nimetoa hapa. ni usubiri, rudi Mwanzo tisa mstari wa sita. Ndio maana ningeonya sana mtu yoyote anayetenda ubaya aache ubaya. Na yeyote anayetenda ubaya yeyote, mwenye cheo chochote, kazi yoyote, mahali popote, aache kutenda ubaya, kwa sababu atakuja kuinuka mtu yupo kwa ajili ya kulitimiza neno la Mungu tu, na itakuwa kwa muda mfupi, lakini wenye maajabu mengi sana. Soma hiyo Mwanzo sura ya tisa na ule msali wa sita, anasema anasemaje? atakayemwaga damu ya mwanadamu damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu e, maana kwa mfano wake e, Mungu alimfanya mwanadamu. Bwana asifiwe. atakayemwaga damu ya mwanadamu damu yake huyo itamwaga na nani? hilo andiko halijatenguliwa. Agano Jipya kuna mahali, Yesu Petro amemkata mtu sikio, anasema rudisha upanga alani mwake Hivi aujui awae kwa upanga na kufa kwa huo. Umeliona hilo hilo andiko, alijafa gano jipya, alijafa ukitaka kuona alijafa, malizia hii ufunuo. Sasa huyu mtu bado inaonekana yuko mbele, yuko mbele, kumi na tatu Ufunuo, Ufunuo yo. wa Yohana sura ya kumi na tatu mshadi mstari wa nane tu kwa ajili ya ojamga, mstari wa nane anasema hmm. Na watu wote wakao juu ya nchi mm. watamsujudu mm. kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima ndiyo. cha mwanakondoo mm. aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia mm. mtu akiwa na sikio mm. na asikii mm. mtu akichukua mateka, ndiyo atachukuliwa mateka Naam. mtu akiua kwa upanga ndiyo atauawa kwa upanga, kwa upanga. Mm. hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu, hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Nataka na tufahamu limekuchanganya kiasi gani, unaona ni alieleweki kiasi gani, jua tu anaenda kuinuka mtu ambaye kazi yake itakuwa tu ni kuangalia nani uliwahi kuhusika kuua nani. Ah, mimi ilikuwa bahati mbaya, amna shida. Ah, mimi <coughs> ilikuwa bahati mbaya hapa, unajua icheo kazi ilikuwa, amna shida <coughs> Yani mimi ah, ilikuwa yani hakuna sababu ya mahakamani, kesi nani ameshinda ikawa hakuna hiyo sababu. Ni si kweli kweli, siuliwa ilikuwa hivi na hivi, si kweli eh. Ana eh, shida. Uliteka watu eh? Basi, hayupo hayupo hayupo hayupo, huyo mtu hata hataonekana tena. Kwa nabii lakini karibu dunia yote itatetemeka, ch -ch na swala la mpinga Kristo, lakini kuna swala la na nabii. Dunia yote iwapi? Na njia iliyo njema, hii ndiyo njia iliyo njema, yaani usilopenda kutendewa usimtendee usimtende mwingine.